Hata um, um, vijueni, huwezi kuta mwana CCM hapa sana sana. Utakuta watu kibao, hakuna mwana CCM utamkuta kijiweni huku. Wana CCM wako huko ukisikia jogoo limewika. Ndio watu wanakula mema huko, watu wanateuliwa, lakini hapa nani anayeteuliwa hapa? Kuna watu ni vee wa Chama cha Mapinduzi, maskini ya Mungu, hata baisikeli usafiri wa mwisho hajapewa hapa tulipo. Hakuna hata mmoja aliyepewa baiskeli tu usafiri wa mwisho. Alafu naona jiita mwana CCM. Kula kwenye shughuli. Nauli ya daladala yenyewe shughuli. Hapa watu wana print sana. Mtu anatoka hapa anaenda mpaka majengo kwa mguu. Anaenda Uswahilini kwa mguu, wakati vyombo vya vim usafiri vipo. Kuna bajaji, kuna haisi lakini hapandi. Na sio kwamba hajapanda kwa, kwa kutokupenda, anapenda ila sasa mfuko hauruhusu hiyo mia sita anayo, lakini unamkuta kakomaa kweli kweli, mi si CCM, we si CCM upi, tunashinda wote vijuweni huku. Na tena weza ikawa hata mi maisha yangu mi nimemzidi huyu ambaye anasapoti CCM, yaani ana maisha mabovu kuliko mimi, lakini ndio okay, kakomaa kweli kweli, mi si CCM, si CCM upi wewe we, hata beskeli